Mimi Albert Gaston Msando mkuu wa wilaya ya Ubungo nakabidhi Mwenge wa Uhuru kitaifa elfu mbili ishirini na tano ukiwa unang'ara, kuna ngaa, una maperimeta, lakini nakabidhi kia Mwenge wa Uhuru kitaifa pita, wakiwa na siha njema pamoja na waratibu wote, ili mwenge huu uweze kuendelea na itifaki yake. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Albert Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nakiri kupokea Mwenge wa Uhuru ukiwa unawaka na kung'aa, na, na, na kumeremeta. Aidha, nakiri kupokea kutoka kwako mkuu wa wilaya ya Ubungo, wakati wa mbio za Mwenge sita, chini ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 Ndugu Ismail Ayrusi yeye pamoja yeah, na mwenge wote. Aidha, na kuahidi pia kwamba mwenge huu utabaki kuwa mikono salama na hadi tutakapokabidhi katika mkoa wa Tanga ukiwa salama na vijana wote wakiwa kamavu. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.